Habari, mimi ni Dr. Sudha Ekambaram, mshauri mwandamizi wa magonjwa ya figo kwa watoto katika hospitali ya watoto ya Apollo Chennai. Tatizo la kawaida tunalokutana nalo katika kazi yetu ya kila siku ni maambukizi ya njia ya mkojo, na malalamiko ya kawaida kutoka kwa wazazi ni kwamba mtoto wangu anaenda haja ndogo mara nyingi, anahisi kuwasho au kuchoma wakati wa kukojoa, na pia analala kitandani usiku akiwa amelowa mkojo. Sasa tunawezaje kutatua tatizo hili? Na hili linaonekana sana kwa watoto wakubwa siku hizi, kwa sababu huwa wanashikilia mkojo kwa muda mrefu kutokana na kucheza michezo ya video au kutazama televisheni kwa muda mrefu, au pia kutokana na aibu au mitazamo ya kijamii, hawakojoi shuleni na wanaweza kushikilia mkojo hata kwa muda wa saa nane mfululizo, na pia kwa sababu hawataki kukojoa, hawanywi maji ya kutosha. Sasa tunawezaje kushughulikia hili? Jambo la kwanza muhimu ni kulala mapema na kuamka mapema. Wanapaswa kuamka mapema na kuwe na muda wa kutosha kwao kujiandaa kwenda shuleni. Hawapaswi kuwa na choo kigumu. Wanahitaji kupita u mwendo u asubuhi kabla ya kwenda shule. Na wakiwa shuleni pia wanapaswa kukojoa vya kutosha angalau mara mbili hadi tatu, na kila baada ya saa tatu wanatakiwa kukojoa mara moja wakiwa nyumbani ukiondoa muda wa kulala. Na jambo lingine muhimu ni kwamba wanapaswa kunywa maji ya kutosha pamoja na kula chakula bora chenye nyuzinyuzi nyuzi nyuzi nyingi kama vile mboga na matunda na kuepuka vyakula vya haraka visivyo na afya. Hii itawasaidia sana kushinda tatizo la choo kigumu pamoja na matatizo ya kukojoa. Hivyo wakishashinda matatizo haya mawili, dalili za njia ya mkojo ya chini, ambazo tunaziita matatizo ya kibofu cha chini, wataweza kushinda tatizo hili.